Tumekuwa na mfululizo wa matukio ya wanawake tangu mwaka 2022 na timu mbalimbali, timu kama onesha thamani yako, fanya kweli, ogesha kubunifu, jipe muda, na sasa ni zamu ya jitathmini. Matukio haya yote yalilenga kumsukuma mwanamke kuleta mafanikio ya kijamii na kwa kweli yamebadilisha maisha ya watu wengi. Jitathmini ni safari ya kuamka ndani yako, kuondoa kivuli cha mashaka na kung'aa kwa nuru ya uhalisia wako, kujipima tabia, uwezo na mwelekeo wa maisha kwa lengo la kujiboresha na kuongeza ufanisi. Mtu alijitathmini anajiamini zaidi, anakuwa na nidhamu zaidi na ana, anaweza kufikia mafanikio na utulivu wa moyo. Katika tukio lijalo la jitathmini na utolewaji wa mada mbalimbali vilevile tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 zitatolewa na hivi punde tutaanza mchakato wa kupiga kura kwa takribani vipengele 21 wagombea waliopendekezwa na kuteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 ni kama ifuatavyo wagombea walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani katika kipengele cha ushehereshaji ni MC Mina, MC Tabu, MC Mpeluka, MC Jenny na MC Jojo. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha kilimo ni Letisia Masaka, Sofia Mbeshi na Alice Damas. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha tasnia ya habari ni Mwanaidi Waziri, Neema Hussein, Neema Ntikwa, Swaumu Katambo na Ana Milanzi walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025. Katika kipengele cha uokaji wa keki ni Kali Cakes, Samora Cakes, Tunu Cakes, Mama Biko Cakes na Tausi Cakes walioteuliwa kugombea tuzo katika kipengele cha uhamasishaji ni Restuta Nyondo, Respista Res Kalugendo pamoja na Juari Korongo. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha kugusa jamii ni TPF ne Katavi pamoja na Elizabeth Mpepo. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha kikoba imara ni Good Choice, Vision Sisters, Women Power, Loyal Queens na The Achievers. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha ubunifu wa mavazi ni Vumi the Tailor, Mama Nancy, Pili Fashion, Saum Designer na Saiwini. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani ya 2025 katika kipengele cha mtandao ni Naswa Simba, G House of Decoration Agatha John wa Katavi Comedy. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha mtandao ni Lisha Executive Coach. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha chakula ni Irene Mgahawa, Muni Best Kitchen, Bi Sauda pamoja na Shifu. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha matangazo ya biashara ni Lizzy Store, G House of Decoration na Mariam Brembo. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha asasi ni Tatu Sundala, Mori Abraham na Moi Mtui. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha mitindo ni Nasra Simba, Zulfa Amili. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani katika kipengele cha urembo ni Zu Saluni, Stella Saluni, Nei Saluni na Pink Saluni. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha mfanyabiashara chipukizi ni Tina Machinga, Mama Fahad Wiks, Lizi so v Uturuki na Arhechuniponi walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha mwalimu wa mfano ni Mwalimu Msafiri wa Kivukoni, ambaye anafanya hamasa ya chakula shuleni. Huyu ameandika hamasa ya chakula kwenye kibao cha shule. Lakini Mwalimu Matinya anapatikana Mwamkuu Sekondari, yeye ameteuliwa kwa sababu ya usafi wa mazingira ya shule hiyo. Mwalimu Anastasia Muna wa shule ya sekondari Rwamba ambaye yeye wamefanya ubunifu wa kuweka uzio kwa kutumia makopo ya plastiki ambaye anahamasisha utunzaji wa mazingira pamoja na ubunifu vilevile. Mwalimu Farida wa Nsimbo ambaye ameteuliwa kutokana na ushirikiano wake kwa jamii. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha huduma kwa wateja ni Beatrice Msuya wa Tanapa, Grace wa NMB, Ngole wa Tanesco, Mary wa Sayari na Mwangua wa Alieni. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha wanawake na watoto ni Neema Swenya, Ana Milanzi, Anyumile Longo na Sister Rosie Sungura. Walioteuliwa kugombea tuzo za mwanamke wa 2025 katika kipengele cha soko la bidhaa products, Vita Rita, Jevefroma Wine na Neema Mlungu. Walioteuliwa kugombea tuzo ya mwanamke wa thamani mwaka 2025 katika kipengele cha uongozi ni Tatu Sundala, Janet Pinda, Abigail Leina, Stella Chenchele na Jenista Ntambi. Tukio letu la jitathmini litafanyika tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2025, katika ukumbi wa Philip Hall Home Ground. Tunawakaribisha wanawake wote kushiriki. Kiingilio cha kawaida ni shilingi 40 na laki moja kwa VIP. Tunawashukuru wadhamini ambao wamejitokeza kutiunga mkono katika kuandaa tukio hili. Shukrani zetu ziende kwa NIC Mpanda, Kariakoo, Vunja Master na Mpanda Soap vise ya magodoro na malumalu. Pamoja na bado, milango ya wadhamini iko wazi, tunawakaribisha wadhamini waweze kujitokeza kuungana nasi katika kuandaa tukio hili, na tunawaahidi kwamba hawatajisikia kufanya kazi nasi. Tunawakaribisha kwa moyo wote waandishi wa habari kushirikiana nasi kusambaza ujumbe huu, kuelimisha na kuhamasisha kupitia kalamu zenu.